Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania kikiwa ni chuo ambacho kinatoa mafunzo ya usalama na mkakati kwa viongozi waandamizi serikalini kutoka vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pamoja na utumishi wa umma. Kwa kuangalia dhima na jukumu la chuo kwa kutoa elimu ya usalama na stratejia, tunaangalia usalama wa nchi katika mambo mbalimbali, mojawapo ni miundombinu ya kimkakati ambayo inawezesha uchumi wa nchi kuweza kukua. Reli ya SGR kama mojawapo ya miundombinu ya kimkakati ambayo inawezesha uchumi wa nchi ni muhimu sana katika usalama wa nchi, kwa maana ya ukuzaji wa uchumi. Sasa kama Chuo cha Taifa cha Ulinzi na washiriki wa, wa kozi hii wamekuja SGR kujifunza na kuona jinsi miundombinu hii ya mkakati jinsi ambavyo imetengenezwa na jinsi ambavyo tunatarajia iweze kusukuma katika sekta ya usafirishaji wa mizigo pamoja na watu, ili kuweza kuhakikisha kwamba uchumi wa nchi unakuwa kama ambavyo inatarajiwa. Tukiangalia mkao wa nchi yetu kimkakati inapakana na nchi upande wa, upande wa e, nchi kavu, inapakana na karibu nchi tisa. Na mkao wa Tanzania kutokana na bahari ya Hindi inawezesha nchi ambazo Tanzania inapakana nazo iweze kusafisha mizigo yake kutoka Dar es Salaam mpaka destination ya mwisho. Sasa reli really hii ya yes, SGR itawezesha kwanza kupunguza muda ambao mizigo inachukuliwa kutoka Dar es Salaam kwenda nchi zinazohusika, kwa maana kwamba muda wa usafirishaji wa mizigo utakuwa ni mfupi zaidi ukilinganisha na reli ya zamani. Kwa hiyo usafirishaji wa mizigo kutoka Dar es Salaam kwenda nchi zinazohusika utarahisishwa zaidi na utachukua muda mfupi zaidi, na vilevile vile, itaongeza eh, um, trust kwa zile nchi ambazo zinachukua mizigo yake Tanzania alafu wakifikiria kutumia nani bandari ya Dar es Salaam kuliko bandari zingine ambazo ziko katika ukanda wetu wa Afrika ya kati pamoja na Afrika Kusini. SGR vile vile sio suala la miundombinu tu, bali vile vile linasaidia katika kuunganisha, uh, nchi zetu hizi zilizokuwepo za karibu au tunasema uh, nchi za regional ambazo zilizokuwa hazina bandari, kama mfano Rwanda, Burundi pamoja na DRC uh, kwa hivyo tunaona kwamba tunapozungumzia suala la SGR au suala la treni ya kisasa, reli ya kisasa, basi tunatakiwa tujue kwamba hii sio miundombinu tu, bali hii ni moja kati ya jambo ambalo tunaweza kulitumia Tanzania kwa ajili ya kuitangaza nchi yetu katika mataifa mbalimbali, lakini na vile vile kuwatangaza wafanyabiashara kuja kuwekeza katika nchi yetu, wa nje na wa ndani mbalimbali, lakini na vile vile tunaweza tukaitumia kwa ajili ya kuli kuitangaza nchi yetu kwenye masuala mengine, katika kukuza viwanda katika nchi yetu, tunafaa tuungane na mainchi mengine e, muungano ni bora namna. Wakati nakuja hapa, nilikuwa sijajua Tanzania ya namna ninafanana, nilikuwa napita juu, lakini saa hii mefita chini, mejua maeneo ambao watu wana develop, ambao kuna gaps. E, we, tunawezi tukafanya kule au tunoyangana tunakuja kufanya hapa kama uh, wantu wenye wameungana pamoja kwa East African Community, Africa and even nje ya hiyo makundi yenye mezungumiza.